Kabla majimbo yagawanywa palikuwa na vuguvugu la uchaguzi na palikuwa na watu ambao wamejitokeza na ambao wanapingana na wabunge waliopo, na hii ni kazi ya kuchaguliwa, huwezi kukosa mpinzani. Kwa hiyo baada ya kukatwa majimbo uh, kwanza tu kumerahisisha baadhi ya watu e, inawezekana kabisa kuna ambao wamechagua kule walikozaliwa, e, kuna ambao wamechagua kule wanakoishi na majimbo akisha kuwa mawili, kwa hiyo tunajua huyu, tabaki, habaki, yuko, lakini pia kumeongeza hamasa ya watu kujitokeza kugombea. Na mimi naamini hili linaimarisha chama chetu kwa sababu e, moja ya kwa nini chama chetu kimeendelea kuwa chama imara chenye nguvu ni kwa sababu uh, kuwa kinapata wagombea wengi wenye sifa na baada ya mchujo tunapata mtu anayestahili kuwakilisha watu kwa haki mazingira yalivyo sasa hivi wananchi wengi wata, wata, wata, watapata tabu kidogo kusubiri e, chama kiamue ni wagombea gani kinaleta. Baada ya chama kuleta wagombea, basi mimi niwaombe wananchi kuamini kwamba uh, e, yani wao ndio watabaki na mzigo wa miaka mitano, kwa wanahitaji kupata mtu ambaye watamwamini kwa miaka mitano, mtu ambaye atawaletea maendeleo atafanya kwa miaka mitano wasishawishiwe wasishawishiwe kwa namna yote ile kwa sababu ya vivutio ambavyo e, vinaisha kwa muda. Nataka nitoe tu mfano mdogo. Ni kweli kuna watu wamepata wame, wame pesa nyingi kutokana na sera nzuri na usimamizi mzuri wa serikali wa mheshimiwa rais, kumeleta mabilionea wengi na mamilionea wengi. Kila bilionea anatamani kuingia kwenye siasa ili apate immunity kule, akapate kinga serikalini ili akatetea maslahi yake, lakini e, bado tuna kizazi tuna watoto wadogo ambao wanahitaji serikali hii inayosomesha watoto bure inahitaji kutoa matibabu bure, inahitaji kujenga shule na barabara na kadhalika iendelee kuwepo. Bado tunahitaji watu waaminifu na watu ambao wana dhamira ya kuitetea serikali na kuitumikia na kuitumikia serikali. Chato ina zaidi ya watu laki tano eh, ilistahili kupata majimbo mawili lakini jiografia ya, ya Chato yenyewe ambapo ah, kila mtu anafahamu kwamba ukianzia Buseresere ambapo ukifika Mseresere imeungana na Katoro, ukaenda mpaka nakutana na, na Burigi Chato ni kuna umbali mrefu, lakini pia kuna idadi kubwa ya watu. Kwa hiyo kugawanya kwa, jimbo hilo kulistahili na kwa kweli tuishukuru serikali kwa kuliona hilo. Linaongeza haki ya wananchi kupata wawakilishi, lakini pia linarahisisha maendeleo kwenye eneo hilo. Uh, jambo jingine la pili ni kugawanywa kwa jimbo la Busanda. E, kwenye mkoa wetu e, jimbo la Busanda lilikuwa na watu zaidi ya laki saba na, na katika kumbukumbu zangu ni jimbo ambalo ni la nne kwa watu wengi Tanzania. Kwa hiyo serikali, kwa kweli tume ya uchaguzi katika maeneo ambapo imetenda haki kabisa ni kuligawa jimbo la Busanda na kupata jimbo la Katoro na jimbo la Busanda. Kwa nini? Nafikiri ilikuwa ni jambo muhimu sana e, kimsingi wa, wananchi wa jimbo la, la, la, la, la Busanda ambao ni zaidi ya kata ishirini na kitu ambazo zilikuwa zinaundwa ambao ni zaidi ya laki saba e, walikuwa wanahitaji kuwa na wabunge wawili, hii ni kutokana na ukubwa wa jimbo lakini kutokana na wingi wa watu na kazi za kiuchumi, ni eneo ambalo uh, biashara kubwa ya uchimbaji wa dhahabu inafanyika, na kwa hiyo tume yetu ya uchaguzi kwa kweli imefanya uchunguzi wa kutosha na imezingatia vigezo, na mimi ni kati ya watu naoamini wa kwamba mgawanyo huu wa uh, jimbo la Busanda unalenga kusogeza huduma za maendeleo karibu, huduma za uwakilishi karibu, lakini pia unalenga kuirahisisha serikali kwa sababu uh, kadiri unavyopungu, unavyopunguza maeneo ya kiutawala kuwa madogo, unafanya kazi ya kuyatawala maeneo hayo kuwa mepesi.